Karibu sana katika awamu yetu ya pili. Katika awamu ya kwanza tumezungumza kwa kina kuhusu hydroponics, ila kwa sasa bwana Derick anazidi kutuongezea maarifa zaidi. Karibu sana. Asante. Jamii inapendelea sana kula chakula ambacho ni organic, mboga ambazo hazina kemikali. Unaleta suluhisho gani kwa jambo hili? Kuna magonjwa sana yanatokana na jinsi lifestyle, na jinsi chakula ambacho tunakula. Kweli kabisa, na hiyo inapelekea watu uh, kutaka kujua jinsi kile chakula unakula, how it's produced ndiposa. mm -hmm. Sisi hapa Agriplant Kenya mm -hmm. tumekuja kuleta innovations ama solutions, mm -hmm. ambazo zinaweza kusaidia kulima katika ile nafasi ndogo ambayo uko nayo. mm -hmm. Ndo tuna advocate for what we call kitchen gardening. Naweza tu kuanza hapa hivi naam. Sasa hii unayoona hii tumeita mini tower, inakalia nafasi ndogo sana kabisa. Na unaweza kuhama nayo uhum. iko portable, hiyo ndio kumaanisha hivyo. Ukiona nikifanya hivi uhum. ni kitu ambacho unaweza kuhama nacho uhum. na unaweza kufanya hata mjini hapo kwenye balcony yako uhum. hapo kwenye backyard yako inaitwa bottle dripper mm hata -hmm. Jinsi unavyoangalia tumejaza maji hapa mm -hmm. Na ukiangalia ukiadjust, iko na hiki kinobu ya kuadjust uh -huh. Ambayo itoke, jinsi inatoka hivyo ikidrip vile okay. okay. Shaona sasa, ukisha adjust hivyo mm -hmm. utaitia wapi? Hiki ni cha kushikilia, kwenye, kushikilia kwenye... Kwenye... Uh -huh. Aso, kwa mchanga pale. Sasa ukishaweka hivyo kwa mara moja tu ukiweka asubuhi mm -hmm. ni hivyo shaenda sasa ukiangalia hapa mm. hapa unaona imeanza kutoa maji. Ndiyo. na haya maji ukiweka hapa juu yanatiririka yakienda, lakini pia mm huku -hmm. ndani bado ukiangalia zile vidude za red yeah. ama uh nyekundu mm -hmm. hizo tunaita button mm -hmm. sasa badala ya kuja na maji ukiwekaweka mm -hmm. ukifungulia tu hapo, na hiyo inaweza kuwa imetoka kwenye ndoo ama kwenye kwenye tanki yako mahali mm -hmm. popote unataka mm -hmm. na inanyunyuzia inanyunyuzia maji yako vizuri hizi ni m, e, low pressure mm -hmm. the micro sprinklers okay. waweza kutumia katika kitchen garden, yani sehemu ndogondogo mm -hmm. waweza kutumia zile sprinklers Aha. Shazio, you know, si lazima ukuwe na shamba kubwa ndio uweze kufanya irrigation. Sasa hii pia mm -hmm. ni another ama ni kitchen garden nyingine mm -hmm. ambayo unaweza kutumia na ukiangalia hii mm -hmm. is ni raised, raised bed na mm -hmm. ukiangalia pia tumetumia vitu ambavyo vinapatikana tu. mm -hmm. hii ni karatasi ya kawaida ambayo tumeiweka ndio izuie maji kupotea. Uhum. na juu yake tumeweka nini, plastic mulch, karatasi ya kufanya mulching. hii ni special ya kufanya mulching, okay. na jinsi inapata maji ni kupitia drip irrigation, unakuja unafungulia hapa uhum, inapata maji, unafungulia hivi usikie vile inapata, yeah. inapata maji hadi kule. hivyo sasa, urefu wa hii bed uhum, uweza kuweka kulingana na nafasi ulionayo hapo uh -huh. Nyuma ya, ya nyumba yako ama wapi ama ukiwa kwenye rooftop juu, sababu hii waweza pia kuweka kwenye rooftop. Uh -huh. Sababu chini imezuia, hakuna mahali maji inapotea na, uh -huh. na aina uchafu hii irrigation na. Unaifanya kwa wakati, muda fulani wa siku mm -hmm. ama mm -hmm. ni mchana na asubuhi, na asubuhi unaifanya kwa njia gani sasa? Kwa kawaida sisi kwa hii shamba langu mimi huifungulia jioni uh -huh. kwa muda wa dakika kama tano, hivyo itakuwa imeshapata maji yake Ah, naona hapa kweli unazidi na kufanya kitchen garden. yeah, yeah, sasa mm -hmm. Hii ni pia kitchen garden yangu mm -hmm. na ulimeona drip pale nyuma kabisa. Na pia umeona kwa hii kitchen garden yangu mm -hmm. imeweka drip, ukiangalia vile inatoa maji yeah. inatoa, inatoa drip. hata umenipata nikifanya kazi mm -hmm. na nimepanda kufika hapa yeah. Sasa wewe utanijoin, tutaenda kupanda hii zenye zimebaki au unatoa hivo? mm -hmm. Nakitoa una tu hivo, hebu toa moja halafu So tunaangalia kwenye shimo liko hapa, na unakisha drip yako iko ndani. Sasa unapanda nje ya drip, sasa kwenda shimo ndio hili ningeze sasa ukifanya hivi hali. Na unaweka wapi? unaweka hapa na nakisha imeziba ime nitawekea so, mali hapa, hii, na, mali hapa hii. Hapo mali penye maji inadripia mtu asiweke kwa kimo cha ndani sana asike kwa kimo cha ndani sana. Uh -huh. Yani, mizizi tu kuakisha mizizi meziba. Uh -huh. Kuna different other kind of irrigation system. Kuna pia sprinklers. Uh -huh. Kuna zile kubwa kama unataka kufanya shamba kubwa, kwani kwa kuna zile kubwa. Uh -huh. na kuna zile dogo. Uh -huh. na kitu kingine sijawaambia. Uh -huh. Hii waweza kuwa tuna ndoo ya 20 liters. Uh -huh. na tukaiweka kwa, kwa kwa urefu fulani uhum. na ukapata maji yako inaingia ina efficiently inashinda ile yani kukuja kunyunyizia hivi naam. Kuna mkulima ambaye ako pale anaangalia kazi ambayo unaifanya uhum. Anatamani kufanya kazi kama jinsi unavyoifanya. Tunaweza kusema ni ki, kiwango kipi cha pesa uhum, mtu anastahili kuwa nacho ili aweze kufanya kitchen gardening uhum. Na huu mfumo huu wa unyunyiziaji resources will never be enough. Tumia kile ambacho uko nacho anza vyovyote like in a very small way uh -huh. Unaweza kuanza sasa. Swala la cost sio kubwa sana sababu, kama ni kitchen garden ndogo unaweza kuanza na hata kile kidogo tu uh -huh. Sababu unaona hapa, hii yangu ni ndogo sana hata uh -huh. Haija gharimu sana Kweli. Hmm. Na sasa hata njia nyingine uh -huh. Kama unaweza kutafuta yale mafunzo, for example kija kwetu uh -huh. tukusaidie kusema uko na space ngapi aina gani, mm -hmm. kusaidia kuambia kwamba ita cost mm na -hmm. this amount of money mm -hmm. na we will use this kind of resources yes. Jambo moja tu tukiendelea kumalizia na ambalo unaweza kuambia kijana, ko, mm -hmm. kijana ambayo yuko pale ananuia kuanza kilimo, jambo moja tu kwa mkulima ambaye anataka kuanza kilimo, take a step mm -hmm. ule kijana ambaye uko hapo unashangaa utaanzia wapi, anza na kile kidogo uko nacho. The biggest hurdle is to start. Sasa wea anza. Mkulima, asante kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tunatamatisha awamu hii yetu ya pili ambapo tumeona mengi kuhusu kitchen gardening, mifumo tofauti ya irrigation, na natumai kwamba umejifunza mengi kwa hilo. Tunaona kwamba katika mfumo huu wa irrigation unaweza kuacha mimea yako, unairigeta asubuhi, ama unanyunyizia maji asubuhi, warudi jioni, unaitazama tu huku uki, ukiendelea na shughuli zako zile zingine za kawaida, na mwisho wa mwezi unaweza kutia pesa mfukoni. Shukran sana kwa kuzidi kutazama kipindi hiki chetu cha Mkulima.